Pesa. Hey. Viongozi ama... watu wote tuliokwenda pale waliotwita mm -hmm. Wanatupa laki mbili, laki moja na nusu, laki tatu wanatupa mkafanyie nini? Za matumizi tumeshinda nao kutwa pale tunazungumza mm -hmm. Ili kuonyesha kwamba kuna demokrasi nchi hii mm -hmm. Sijui tunaelewa wanachofanya mm -hmm. Kuonesha kwamba ah, si tuna demokrasi, watu wanakuja wanaongea mm -hmm. Ndo dhamira yao mm -hmm wanawapa pesa tukiisha, hmm. pale saa kumi kumi moja, eh, hmm. hmm. na moja baadaye, jamani, asanteni kwaherini, tutaonana tena tutakapohitaji pesa. Za wananchi ndio hizo sasa. Wewe si ndio bwana, unarudi na tena kwa wananchi. Wewe unasema nini? na wewe unafurahi A, sasa mimi wewe umepewa jamani mm. wewe umepewa sisi mm. mimi sina sema sasa hivi mm. lakini kwa nini usiulize kwamba unatupa pesa hizi mmeitoa wapi mimi nimepewa mimi mm. nimepewa mimi sina jua alikozitoa mm. eh kwa pesa za wananchi eh pesa za wananchi ndio unakubali unazila na kuna zila, zila. So, Niza, awa. mm. eh, mm. si amenipa hawa mimi sina dhima yote pale ni dhima ni hawa hawa ndio wameshikilia mamlaka eh kwa nani ana dhima pale ni nani si wao unakubali kupokea rushwa rushwa watajua wao kama ndio rushwa mm, eh. mm, lakini wewe ukiona wanawapa hela za vikao, wanakwambia. Mimi nakwambia hivi mm. hawa wanawapa hela, wanagawa pesa kila mkienda vikao, eh. kila mkienda, kila tunapoitwa kwenye vikao wanatugawia pesa na hakuna siku pesa. Hakuna siku mmeenda mjapewa, hakuna hiyo siku haijaja. na unawashukuru kwa hilo eh? mimi siwashukuru. Unaona ni sawa pesa tu pesa, na eh. nanawambia jamani, sasa watu wengine vipi wanagawa wanatugawia, unachukua tunachukua. Sio na, tunachukua wote tuliokwenda pale, laki tatu, laki tatu, laki mbili, laki moja na nusu, laki. Sawa tu, pesa hizi mnazopewa na ninyi mna shughuli zenu, uoni kwamba pengine ingeenda kufanya kazi za wananchi? Kwani hao si wanajua, anapozigawa zile pesa kwa wale wabunge kule, si wanajua, sio wanajua? Mm. Kwamba wazipeta nawagawia na wabunge na wana shughuli zao si ndio? Mm. Eh, sasa mawaziri wanawagawia Mm. pesa i so, unajua na shughuli zao. Mm. Sasa hizi hizi si wanajua? Na wewe utaendelea kuzila kama wanazitoa, wacha wachatowe tazichukua pengine mm. eh, hiyo inafanya msiwapinge. Sasa tuwapinge, si tunasema, situnasema sisi, wajibu wetu ni kusema mm. na na, na kutoa ile pesa ni haki yetu sisi ni mm. eh, haki yetu wao, maadamu wakishaona hawa watu wow, tumeshinda nao hapa bure mm. tangu asubuhi tumeshinda pale wanawapa maneno. Eh, watu papa maneno nini na nini, tunazungumza tunazungumza mpaka jioni ikifika, jamani, asanteni. Na chakula mnakula. Na chakula taafi kabisa. Hmm. Safi. Ah bwana, safi. Lakini chakula bwana safi lakini, hospitalini hakuna chakula, hospitali hamna chakula, ila ninyi mkienda mnapewa, tunapata na dawa da, hawapati uh, dawa lakini chakula mnapewa, watu sisi tunapata na mnapewa na na posho eh, na posho wewe unachukua, tunachukua eh, na eh, eh, nachukua sio ashimu tu, watu wote.